Amesema mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na yeye ndiyo mjuzi kuliko sisi, akasema ya ayuha nnas, enyi watu, akikusudia enyi Waislamu, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiya, kila nyumba ya mwislamu kwa kila mwaka inatakiwa ichinjwe ndani ya nyumba hiyo, inatakiwa waweze kutekeleza kichinjwa cha siku ya laidi. Katika hadithi nyingine, mtume kwa kuonesha umuhimu Wakuimizo, wa kuhimiza Waislamu wachinje, akasema man kana lahu si'atun, yoyote ambaye atakuwa na wasaa atakuwa na uwezo walam yudhahi, na akaacha kuchinja kwa maksudi, fala yukarribanna musallana, Mtume anasema huyo asije atakusali sala yetu ya laidi, kuonesha kwamba kama una uwezo vile unatafakari na kujipanga utaenda kusali na familia yako, ndio utafakari na kujipanga na uwe tayari kwa uwezo wako uweze kuchinja kichinjwa.